Baba mtakatifu amefariki dunia Aprili 21 mwaka 2025. Taratibu za kanisa Katoliki zikoje mpaka wakati wa mazishi yake? Kwanza ya yote, napenda kusema pole kwa wote kwa kufiwa na baba yetu Papa Francis ambaye alikuwa papa wa 266 na ametuongoza na ametuelekeza na ameleta mambo kwa kweli mengi sana ambayo ni mageni na ambaye ameifanya kanisa liwe hai kwa sehemu nyingi sana. Na kwa kawaida papa anapofariki, kwanza yule naye kuja kutangaza. Zamani leo kuna mambo ya, ya sayansi wanapima kwamba amekufa kweli, moyo nini nini, lakini zamani hasa yule nani Kalmerengo, ndiye anakuwa kiongozi papa akiwa amefariki. Kwa sasa hivi tuna Marekani ambaye ni Kevin Ferreri ndiye Kalmerengo akiona kwamba amekufa, kuhakikisha anampiga nyundo mara tatu akimwita jina lake la ubatizo, na anapokuwa hajibu, basi anathibitisha kwamba amefariki. Na yeye ndiye anayekuja kutangazia wote. Kwanza anaanza kuwatangazia makardinali, akianza na wale walio Roma pale, na wengine wanajaribu kama inawezekana, ili makardinali wote wapate habari kwanza, hata kabla watu wengine hawajapata, ingawa kuna wengine inawezekana kwa sababu maalum hawapati hapo ndio anakuja kutangazwa kwa kweli kwamba papa amefariki. Na kwa siku tisa, ana papa wanamuomboleza kabla hawaja, hawaja mzika. Hapo ndio inakuwa wakati wa watu kuja kumtazama, watu kuja kutoa heshima za mwisho kwa Baba Mtakatifu. Hivyo na papa, watu hawajui wataanzia wapi kuhesabu, lakini inakuwa siku tisa, na siku ya tisa ndipo anakuja kuzikwa. Ndipo anakuja kuzikwa. Sasa wakati ule makardinali wote Wana, wanakwenda Roma, wanakwenda Roma wanaoweza hata kwa namna ya pekee, wale ambao wanakuja kupiga kura. Kwa sasa hivi tuna makardinali karibu mia mbili hamsini na mbili ambao wako sasa hivi, lakini wanakuja kupiga kura nadhani kama mia moja thelathini na tano walikuwa thelathini na nane lakini katika siku katika, kuna katika, katika watatu wamevuka miaka 80 nadhani wako kama mia, makardinali mia moja, Thelathini na tano na kati yao mia moja na nane ni Papa Francis ndiye amewachagua. Ndio kusema watakaokuja kuchagua Papa mpya kwa kweli wengi ni wa Papa Francis. Na 20 walichaguliwa na mtangulizi wake Papa Benedict. Alafu wengine ndio wanakwenda nyuma kule kwa Papa eh, Yohana Paulo wa pili na wenda kuna mwingine zaidi. Lakini wale wanaokuja kufika kura ndio naongelea sasa hivi. Kuna wengine wanaokwenda mbali sana kwa sababu kuna makanyara ambao miaka mingi sana, miaka 90 na, na, na, na kuendelea mbele na hivyo katika siku hizi kwa kweli wanakuwa wamemweka wanakua memweka, wanasua, wanamweka katika, katika in state pale ambapo viongozi wa dini waamini wa kutoka sehemu mbalimbali, na maana hii tunategemea walau wengi kutoka kama Argentina kwa Argentina kwa mfano kula nako zaliwa, kwamba watakuja wengi sana kuja kutoa heshima zao za mwisho. Na huyu Kardinali Kevin pamoja na natu, tume ya makardinali ndiye anaongoza ile nchi ya Vatican pale kwa sababu ndiye anakuwa anachukua madaraka ya kuongoza pale Vatican, lakini tu peke yake anakuwa na tume ya makardinali, na nyamparo wa makardinali sasa hivi, ni i ni, Dean, Dean of Cardinals, maana yake nyamparo wa makardinali ni Kardinali Giovanni Battista Re ambaye ndiye dini ndiye dini wa makardinadi ndiye anayewaongoza makardinadi. Huyu anaongoza utawala, lakini huyu anaongoza makardinadi, na hivyo makardinadi wote watafika na wote polepole wataanza kutoa heshima zao na kuendelea pamoja na waamini wengine kwenda kuomboleza huyu Papa ambaye amefariki. Ndio nilikuwa nasema kiongozi wa nchi ambaye anaiongoza kidini na kila kitu, ni huyu anaita Kamerengo, ambaye ni kadinali Kevin Farrell, lakini kuna tume ya makadinali inayoongoza kanisa, lakini wakati ule hawezi kufanya kitu kiya chochote kile. Ndiyo sababu anapofariki nyumba yake inafungwa, yani wanaweka siri, yani wanaweka muhuri ule wa kipapa, kujua kwamba hakuna anayeweza kuingia na kutoka, na ile pete yake ina pete ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mvuvi tunaita feti ya mvuvi wanaivunja, kwa sababu zamani feti ya mvuvi ndio ilikuwa inapiga kama mhuri, pamoja na ile na ile na ile naita seal, yani ile ile mhuri wake rasmi, na wenyewe unavunjwa, kusudi tangu siku dakika ya hapo fariki, hakuna kitu kingine cha cha rasmi kinachoweza kupitishwa kwa jina lake, hivyo hata na, na ile kamati na hiyo baki naongoza, ukitoa ile ya ya Vatican penyewe kama nchi hiyo lazima iendelee na maisha lazima maisha iendelee ma, hauwezi kuiacha. Ni kama nchi yote ile, lazima nchi iendelee, lazima kazi iendelee, lakini mambo ya kidini na mambo ya nguvu za Baba Mtakatifu, hakuna anaweza kufundisha kitu chochote pale katika muda huo. Ndio sababu zile zote zimevunjwa, wanabakia hali ilivyo, kazi yao ni kulinda hali ilivyo. Na aaa kwa, kwa kawaida hiyo, labda tutaanza kuliongelea katika siku zijazo kwa kinaganaga zaidi, baada ya siku tisa kati ya siku kumi na tano na kama kuna shida maalum unaweza kufika ishirini. Wanapaswa kuanza uchaguzi wa baba mtakatifu, na bahati nzuri kwa miaka zaidi ya mia moja na kitu haijachukua zaidi ya siku nne, mtu anatoka. Nadhani huyu aliyetoka juzi amechukua siku moja, siku moja na nusu, siku mbili hivi papa, huyu Papa Francis wanatoka haraka sana, yani moshi mweupe unatoka haraka sana, lakini katika siku zijazo tutaongelea kwa kinaganaga zaidi juu ya uchaguzi wa baba mtakatifu. Sasa hivi, kwanza kabla tujaingia hilo, tuanze kufanya kazi la maombolezo, sasa tuko katika maombolezo. Mapapa wengi wanapofariki uzikwa ndani ya basilika mtakatifu Petro, lakini Papa Francis aliomba yeye akifariki, mwili wake kuzikwa ndani ya kanisa la Bikira Maria Majore. Je, unaizungumziaje hii inaweza ikatekelezwa ama la?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 katika katika nyumba ya, ya, nani, ya, Mtakatifu Monika ile. Mm -hmm. Nambayo ni kama hostel. Mm -hmm. Wengine wanataka kuita hata hoteli; wanaita hostel. Lakini ukienda mle ni hoteli. Ndugu yangu sio mbaya, sio mbaya lakini ukilinganisha na ile kile kikubwa anachoishi, mm -hmm.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 na aliamua ya kuzikwa sijui sehemu gani, lakini wafuanza mchakato wakamtoa wakampeleka kwenye kanisa katika, katika shamba la, la, la nani la, la ufufuko, shamba la ufufuko. Hivyo ndivyo hivyo kwa sasa hivi atazikwa katika kanisa la Maria Majore, yani Maria mkuu, ndio mojawapo ya bazilika nne ndani ya Vatican. Bazilika kuu ni ile ya mtakatifu Petro, alafu kuna bazilika ya Maria Majore iko katikati ya mji hapo karibu na, na, na, na, na kanisa la nne kubwa ni la Mtakatifu Paulo nje ya ukuta. Ndio makanisa manne makuu, vile vile amezikwa katika bazilika wewe binafsi, baba askofu, unamzungumziaje Papa Francis? Papa Francis kwa kweli tumemwona kwa, kwa sura mbalimbali, kwa sura mbalimbali, na nilikuwa na mawazo mengi, mara tofauti, mara chanya kidogo, mara mara na wasiwasi, kwa sababu katika miaka hii maredio mengi yameniuza maswali mengi sana, juu ya nani mashoga, juu ya Waliotarakana juu ya nini na kila mmoja, alikuwa naongea bwana, Papa Francis anabaki na msimamo wa kanisa, ila kwa muono tofauti. Yeye ana yeye, yeye muono wake ulikuwa hivi, yeye msimamo wa kanisa ni hivi, ushoga haupo tena. Bahati nzuri mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, ni juzi juzi tu hapa eh, nimepata bahati ya kushika mkono wake nakupiga picha pamoja naye, nadhani nitakuja kuirusha rusha na mimi <laughs> nakupiga picha naye na padre, tulimuuliza maswali yenyewe kabisa, na ndio uzuri wa Papa Mtakatifu Francis, alikuwa mtu wa kawaida. Mapapa wengine wanakuja, mnasoma na ni sala yenu, naye anawasomea ya kwake, mnaondoka. Lakini anasema mimi, ya kisha sala, tuongee, uliza maswali tu mnayotaka. Basi tukamuuliza, je, wanasema kwamba wewe unakubalia na mambo ya ufika? akasema, Hata! kidogo alisema mwenyewe, hata kidogo. ili analosema, wale mashoga ni wadhambi kama wadhambi wengine, tuwasaidie. Sio kwamba tuwatupe, tuwaone kama shetani, tuwasaidie. Ndio jambo la ndio tofauti ya wengine. Mwingine akiona mtu amekuwa mdhambi ni kumtupa ni kumnyanyasa ni kumharibia. Hapana, anasema mdhambi tumwone binadamu aliyeanguka, tumsaidie. Hiyo ndio kwa tofauti yake. Wala kwa msisitizo kwamba sio kama wengine walikuwa wanatupa, lakini walikuwa kidogo wana wanaweka pembeni, lakini yeye akasema hapana, tuwe pamoja naye. Yeye alikuwa mtu ambaye ni kwa mtu wa watu, alikuwa anapenda sana maskini, alikuwa anapenda, alikuwa haoni ubaguzi wowote ule. Ndio sababu kwa mfano, katika Vatican ameweka akina mama kusimamia sehemu nyeti, na ilikuja ikashtua siku moja alipomweka sister katika ile idara ya, ya, ya watawa katika idara ya watawa na akamweka kidogo mkubwa ya kardinali wao, watu wakazima. Sasa, sasa, nani atakuwa mkubwa pale kwa sababu prefect ni sister? Na hivyo kwamba alikuwa na kitu kwa kweli alikuwa na anajaribu kuweka watu wote sawa, kuweka watu wote sawa bila ubaguzi wowote ule, bila kuwadharau wengine wote ule oteu kwa sababu alikuwa ni fukara, na aliyekuwa anapenda ufukara na anaonyeshwa ufukara na anaishi ufukara wa furaha. Na Papa Francis alikuwa anaishi hilo, ndio anasema yani anatembea nacho, kisema walk the talk, anatembea nacho, kisema hiyo ndio kitu kizuri, na nimekutana na watu wengi sana. Ujumbe wake wa mwisho huu ulikuwa kwa ajili ya Wapalestina yeye kwa kawaida, wengine wa Katoliki wengine wanatuma Waisraeli, Waisraeli sawa, lakini hata kama Waisraeli hawa ni Waislam walio wengi, lakini hawa wanakufa, ni binadamu kama binadamu wengine. Hivyo ujumbe wake wa mwisho alikuwa anawatetea wa Palestina, ndio ujumbe wake wa mwisho ambao tunapaswa kukumbuka. Amewatetea vile vile na watu wa nani, wa Ukraine, amekutana naye mtu wa Ukraine bila ubaguzi Bira ubaguzi uh, uh, uh, rais wa marekani atakutana na wewe Lakin, wa atakutana? Naye. Hana ubaguzi wa mtu anakutana na mtu ilikuwa tofauti kidogo yake kila mmoja anakuja na karama zake, na huyu alikuwa na karama hizo ambazo nimeziona, na bahati nzuri, kwa sababu nimekutana naye, kamsikia kwa masikio yangu hivyo, wala vitu vingine ambavyo nilikuwa nasema labda labda, kaona hapana, haipo. Kwa kweli haipo kwa kweli. Haya, asante sana baba Askofu, na Pole kwa msiba huu. Asante sana, pole kwa wote. Tuendelee kuomboleza. Na katika siku hizi zinazokuja tutaendelea vile vile kuongea juu ya Papa huyu. Tutaendelea kuongea juu ya uchaguzi utakwenda kwendaje? Lakini sasa hivi tuanze tuomboleze kwanza. Alafu baadaye nitakuja kuongelea juu ya uchaguzi wa Papa unafanywaje? Na, na, na inakuwaje siri kamili kabisa? Hiyo nitakuja kuliongea. Nisianze, nitaanze kutoboa sasa hivi. Kwanza nikianza sitaacha tena.